tufuate mambo ya kutaka kutambulika zaidi ama mambo ya kutaka kuwa na mashindano katika kazi zetu. Tujaribu kumwiga Kristu ambaye ni mtumishi wetu, yeye alikuwa umva, yeye alikuwa mwokozi wetu, lakini amekuja kama wa wakututumikia. Kwa hivyo tunapochagua viongozi chague watu watakaotumikia. Mchague watu wazuri wenye sifa nzuri watakaotumikia kanisa ili kanisa liweze kukua ili kanisa liweze kuwa na watu ambao wa ni wa kutoa ushuhuda na ushahidi wao wa, wa mambo ya imani na pia ili kukuza kanisa jinsi ambavyo Kristu ali tunataka tuhamasishe pia vikundi vyetu kwamba katika vikundi vyetu wapatikane wengi watakao huduma. Huduma ni nyingi sana huduma, ni nyingi sana, na kila mmoja wetu akichukua nafasi yake katika hiyo huduma kutajenga kanisa la Kristo. Usiwe wa mashindano, mashindano ya karibu kanisa wakati mwingine namashindano mwenyekiti, anataka awe ni mwenyekiti tena, pasta iwezekana. Wewe kama ni mwenyekiti, shita yako ufanye vizuri, atataakamisha ulio yes. Mashindano mengi yanatokana na kutafuta nafasi ya na, kutambulikana. Wengine anataka watamulikale apate ngazi ya siasa, wengine anataka apate sifa kwa kanisa. Hakuna sifa kwa kanisa, tunafanya kazi vile Kristo alisema, anayetaka kuwa wa kwanza awe wa mwisho. Anayetaka kuwa wa kwanza awe wa mwisho wa wote. Tuwe watumishi, tutumikiane. Hiyo ndio wito wa Kristo. Tukitumikiana utajenga kanisa, tutawasaidia hawa vijana wetu, tutasaidia vikundi vyetu, tuta c wa cya uh, hata mabani wenu tunaofanya kazi na wao, tutaweza kuhudumiana. Jambo moja pia ambalo ni yatuharibu sana ni mambo ya miradi. Kwa kwamba wakati mwingine tunapigana kwa ajili ya miradi, sio kwa sababu tunataka miradi iwe mzuri kabisa, lakini kwa sababu tuko na interest okay? Tuko na interest pale na tunataka tu protect tunataka tunufaike, tunataka tufaidike kwa sababu ya mambo hayo. Mwishowe yanalete mvutano yanalete vita, ambapo kabisa hii kanisa letu ama makanisa yetu na parokia zetu kuendelea kwa hivyo, tungependa kuimiza, tunapoangalia mwaka huu, tutakapoingia katika kipindi hicho, tuangalie watu watakaotumikia kanisa, watu watakaokuwa wahudumu ili tujenge kanisa la Kristo, na ndiyo sababu tukasema mwaka huu tufikirie mambo, how do we collaborate? Collaboration ni kusema kufanya kazi kwa pamoja. Tutafanyaje kazi kwa pamoja ili tatidu iweze kuendelea? Tutafanyaje kazi pamoja ili kanisa la kule maemaio iweze kuendelea? Kanisa la kimsarama liweze kuendelea wachukue nafasi yake kama padre na viongozi wachukue nafasi yao kama viongozi ambao wamechaguliwa chini ya padre. Viongozi wote wa chairman wa parish council anakuwa ni fara ile chairman wa parish council eh, bila yeye hakuna parish council hiyo, eh. Hata nyumbani baba akisikia mama alikuwa anamtukana na watoto

wate maelekezi ambayo kanisa itatupa ili tusiwe kanisa ambalo lina utata, lina ugomvi bali kanisa lililo na ushirikiano na ambao limejengwa katika msingi wa upendo. Tumsifu Yesu Kristu.

Naona ana kazi kubwa sana. Akija pale atakaribisha watu na smile, ndio? Yes, kama nasimai sana. Bwana tunashirikishana katika amani awean Awabariki Mungu mwenyewe, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Twende na amani tukamtumikia Mwenyezi Mungu, ibada ya misa imeisha.